Kaza kutikisa kichwa kwenye mchizi kwenye vesi nina mficha leo, ni nighty have a good night

Umekurupuka kuchanana na mimi kwanza jua mimi kaka, wezi kuchanana na jini, utasmini juu mpaka chini na kuona kama kama kama uko utoto kwako, ujapata ulimi kwanza, jujui kuongea haujui kusoma hata ujapita chekechea chekechea maovu kama salasina mbili, jua mimi arobaini na tano naishi kikatili, auniwezi mapambano ya ya kitoto, eti unataka kushindana na mimi, sisi ni mabadala alafu wewe pende ugombe wa lapoto he eti nakula miadarati, miadarati wakati wewe mwenye kitu wewe kitu ukataka kutumia na hauwezi, hauipati hauipati, sababu unaonekana umepagawa, sura yako yenyewe inaonekana kama vile ni mwasilika wa madawa na kulevya levya. Sikiza ninavyocheza kwenye ndundu na mikito, mimi ndio mchezaji ambaye kataka magali, basi nisanganishe pinyo, yani pinyo na zamani wewe ndio mchizi au hau niwezi kwenye fani. Je, iko hivyo okay? Pamoja na Bob Cat MC tunarudi kwa judges. Mimi naona kusikia, nahitaji kusikia tena. Watu mmefreestyle vizuri na energy au sio? Lakini tunahitaji zaidi, mshambuliane. Yaani unavyomwangalia mwenzako mchane jinsi vile alivyo, unavyomwona na kila kitu, itakupa max zaidi. Kwa jinsi nilivyofanya, nimebalance. Kwa hiyo mi kwa upande wangu nitahitaji ni wapi, round moja ya mwisho hiyo ya kujitetea ambayo tutapata mshindi hapo kati yenu. Wao yeah bana, mimi pia nitahitaji round nyingine

Hata na mimi kwamba hawezi kitabu kwanza niichakikofia kama kiganda cha dimu, unaonekana weli mtoto, ulivokuwa mdogo ulikuwa unapenda askilimu. Sasa sikilize kwa makini, sikilize lio vizuri, sipendi misifa kama vile siju ni uli eti mevaa sisingendi nyeusi kana unavyochana inaonekana ukombele e, blaza, unaweza weka matusi. Sasikiza ukeneze vitu navoikiwa mimi mbele hapo nikikucheki kikucheki naona kama uko makini etu na nsogelea mbele mbele, mbele, mbele. Na kuona kama kama kama vile mzalamu etu meposuwe ucheze segere. Emu toka mpo mbele yangu naona kama etu naletea mapepe. Unafose kuruche kendole kwenye kishimu lazima ulepe. Yo, nilipe nisepe kama vile mbele nani? Ujui kumbe higi njugwani langu hacha mini nishani sema. Hacha mini zani kama nimewasha moto na hii mashiki kima sabau nimeishika mkono wa kushoto Vesti nyeusi we kumbuka ulikuwaga kijusi, umekutana familia mzee Kayusi, sisi hatupendaji kute meaga matusi. Chizi au na fani unaonekana, kwanza we sijui hata ni nani, umekuja kwenye bato au na hisia za kitoto. Chizi alafu nimesha kwa limesha kwambia naooto amekuja kwanza mchizi, eti amevaa timbalendi mchizi, unaonekana kama vile

Ni maskini mshikoni hana hata asili ya utajiri. Wewe mchizi sio gari. Leo unazunguka kama sahiri. Mimi naisikiza kuchana ndo maana leo nakutabiri hujashinda. Yeah, <laughs> uh, kitu fulani zaidi ya kurangu tenda kwa upande wangu naona Dasco amefanya vizuri kuliko Bobcat MC kuna vitu wametupia tupia pale ambao it make sense. Uh, nadhani ameshambulia zaidi Bobcat MC kama ambavyo Bobcat MC amefanya kwa Dasco, so, kura yangu itaenda kwa Dasco. Yeah, uh, Dasco alianza vizuri sana akaanza kushambulia, yani akiwa anaeleweka kweli anashambulia, baadae anza kujipoteza poteza, lakini Bob Cat sijaona sehemu yote ambayo umeshambulia, so anasema ni bora hata alirusha ngumi moja, lakini kuliko ambaye amerusha na mkosa mwenzie, kwao mi nitampa pia Dasco.